Sasa nikianza kuzungumzia mmoja mmoja tutachukua muda itoshe. Kwa hivyo itoshe kwamba miradi inayoonekana kwamba mridhie ya kwamba ahadi tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tumekuja kwenu kuomba mtuchague tena ili tufanye makubwa zaidi ya 2025 hadi 2030. pana La pili nataka niseme kwamba ninatambua changamoto zilizokuwepo katika maeneo haya, kwa maana ya jimbo hili na majimbo jirani, kwenye upande wa barabara. Natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani, ambazo sisi mkandarasi tayari tunaye. Kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani Unguja na Pemba. Hapa najua kunahitajika barabara ya Kinuni skuli hadi Kwarara. Natambua kunahitajika vile vile barabara kutoka Fuoni mambo sasa hadi Kaveta magari ya mchana. Ndugu zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami. Hakuna shida kakelo, kazini, mi, mi tumule, wapika, katika hilo wa na wakandarasi wako kazini, ni wakati tu, muda ukifika, mtawaona katika majimbo leno wakifaa wakitengeneza barabara. Kwa upande wa elimu, naambiwa kuna mahitaji ya shule ya msingi pale Tomondo Uzi na Kimuni, lakini vile vile kuna kunahitajika shule ya maandalizi Kijitopele mashine ya maji hivi karibuni tumeingia mkataba wa ujenzi wa shule mpya 29 shule mpya zile za kisasa, sio hii mabanda ya shule ah, skuli, shule za ghorofa 29 9. Nimepokea maombi haya, tutaangalia mgao ili tuweze kukupateni na nyinyi shule za kisasa za ghorofa. Tumaini yangu ni kama nikoona Zanzibar inaendelea kung'ana, naendelea kuwa bora zaidi kwa, kwa sababu tunamwamini Dr. Mwinyi anaweza kufanya kwa sababu tayari ameshafanya zaidi na zaidi na zaidi, amebadilisha Zanzibar kwa kiwango kikubwa sana, tukaangazia miundombinu ya kisasa katika sekta za afya, elimu, barabara i aa vri ana Wazanzibari. Sera za Mheshimiwa Mwinyi ni nzuri na zinafanyiwa kazi na ziko vizuri sana, tunamshukuru Mungu. Mungu amjalie mitano tena yeye na Mama Samia.